Waziri wa kilimo, kijana wenu Mohamed Bashe kafanya kazi kubwa sana kuinua sekta ya kilimo. Nimeambiwa na mkuu wa mkoa hata tumbaku bei imeanza kuchangamka na malipo yanalipwa kwa wakati, na haya yote Mama Samia anayataka yatokee. Endeleeni kushikamana, mjiletee maendeleo, msihangaike na maneno ya siasa ndogondogo. Nyie siasa yenu hiyo ya maendeleo. Akitokea mtu miongoni mwenu anataka kuwagawanya kwa sababu zozote, mkataeni. Yule anayehubiri umoja wa kuwaweka pamoja kama wana Urambo, kama wana Tabora, huyo mshikilieni. Na mama anataka tubaki kama Watanzania wamoja tunaosukuma taifa letu kwenda mbele.